Wanalia kwa tumbo kwa sababu watu wanasema geriremo, kila mtu ako na machozi yake. Leo nataka kusema mtumishi wa Mungu anajulikana kupitia kwa machozi ya kweli ambayo inatoka moyoni mwake. taka kusema ya kwamba siku moja nilikuwa natembea na Leirida, parokia moja ya zamani, nilikuwa na huduma. Huyu mtumishi wa Mungu alilia sana. Na kwa nini alilia? Akasema huyu mchungaji mwenye tumemtumiwa ni mbaya sana, yeye penye tunaenda atukunywi chai ya maziwa. Kitu cha pili, kuku akuli. Sasa ameharibu huduma yangu na hata mimi ninaona ya kwamba nitaacha kutembea na huyu mchungaji. Yeye alilia kwa sababu alikosa chai ya maziwa, na ya pili akakosa nini? Kuku. Nasikia ukienda huko Western iko sehemu ya kuku inaitwanga sinema. Sinema ni mkuu ya kuku mzima, yani kukiwa na kazi na watumishi wakose sinema, wanalia Wanasema hiyo boma hatutawairudi siku ingine tena. Sijua ukiwa mchungaji mtumishi wa Mungu unalia juu ya nini? Wengine wanalia kuhusu mambo yao, lakini leo nataka tuangalie kulia ya kweli ambaye mtumishi wa Mungu Nehemia alilia ni kulia aina gani, na kulia hiyo inatakikana itoke chini ya moyo wetu. Leo nataka kusema ya kwamba Nehemia alikuwa mtu mkubwa sana. Yeye ndio alikuwa akibeba kikombe, anaitwa cup bearer, na mwaka ilikuwa 444 BC Yeye alikuwa anafanya kazi, mambo yake ilikuwa ni sawa, lakini Hanani ndugu yake akamletea reports na akamwambia ndugu yangu, ingawa tunakaa hapa, maneno ni mbaya. Yerusalemu ukuta umechomwa, watu wanaishi kwa aibu. Nataka nikuambia, ukuta ambao tunaangalia siku hiyo ilikuwa Yerusalemu, lakini siku hizi ukuta ni wale wa Kristo tunawahudumia. Nataka niwaambie, wakati mwingi tukisikia reports wakati mwingi hatusikiangi report mzuri kuhusu washiriki wetu, mara tunasikia. Na hata saa zingine ukiwa leirida, unaogopa kupokea simu usiku. Ulikuwa na leirida mwingine alikuwa anapendanga kupiga simu saa tisa ya usiku, na nakuambia mtu akipiga simu saa tisa ya usiku, kama ni mchungaji, unafikiri Ai,